Hii ni Tani Business channel online Television ikitangaza kutoka jijini Dar Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachoajia kutoka Tani Business channel online Television. kipindi chetu cha leo tunazungumzia kama mtaji wa milioni moj na 5 unatosha kuanzisha biashara ya vinywaji karibu. Nimekuwa napata maswali mengi kutoka kwa wadau wakitaka kufahamu kiasi cha mtaji kinachotosha kuanzisha biashara mbalimbali. Kutosha au kutotosha kwa mtaji wa kuanzisha biashara hutegemea vigezo vya mtaji na mahitaji ya anayetaka kuanzisha biashara. Sasa kwenye kipindi cha leo cha Dira ya Ujasiriamali nitaeleza jinsi mtaji wa milioni moja na laki tano unatosha kuanzisha biashara ya vinywaji. Sasa tuanze kwanza na suala la vigezo vya kufanya makisio ya mtaji. Kuna vigezo kama vinne hivi ambavyo hutumika kufanya makisio ya mtaji wa biashara. Hivyo vigezo, cha kwanza ni gharama zote zinazohusiana na kuanzisha biashara. Cha pili ni gharama zote zinazohusiana na kuendesha biashara baada ya kuianzisha, sasa zile gharama za kuendesha biashara. Kigezo cha tatu ni gharama za kununua vifaa vya mahali pa kufanyia biashara, kama vile ni duka, sasa vifaa vya ndani mle vya kufanyia biashara na nne ambayo ni mwisho ni gharama za kununua e, mambo yote yanayohusiana na, na vinywaji yaani gharama za kununua vinywaji ambavyo ndio vitauzwa kwa wateja. Sasa kuna mahitaji ambayo yanakuwa kidogo yanategemea na mtu anayeanzisha biashara. Kwa mfano, kuna swala la pale sehemu inayofanyiwa biashara, yaani kwenye duka au fremu, wengi wanavyoita kuna mwingine anaweza akataka frame kubwa au mwingine akataka frame ya kawaida, au mwingine akataka frame kwenye sehemu ambapo e, gharama za frame ziko juu. Sasa hiyo yote inategemea na anaanzisha biashara, na inaweza ikasababisha mtaji utoshe au usitoshe. Namba mbili ni ukubwa wa gharama za manunuzi ya vinywaji. Kuna mwingine anaweza akaanza kwa vishindo, kwa maana ananunua vinywaji vingi sana kwa mara moja, na mwingine anasema ngoja ninunue kidogo kidogo, halafu tutaona biashara inavyokwenda. Sasa matakwa ya yule anayeanzisha biashara kuhusu vinywaji vinaweza vikasababisha mtaji uwe mkubwa au mtaji mdogo. Namba tatu ni mahitaji ya kwa sababu hii ni biashara ya vinywaji watu wanaweza wakawa wanahitaji vinywaji baridi, kwa hiyo kuna masuala ya kununua refrigerator au freezer. sasa hapa muhusika anaweza akataka kununua friji ambayo ni mpya au ya zamani. Sasa inategemea kama anataka mpya, bei zitakuwa ni juu, na kama anataka ya zamani au zilizokushatumika, bei inaweza ikawa nafuu. Takwa lingine ni malipo ya bili za umeme. Sasa kuna mwingine anaweza akawa matumizi yake ya umeme yako juu sana, mwingine matumizi yake akawa hayako juu. Kwa hiyo na inaweza kusababisha pia gharama za kuendesha hiyo biashara. Lingine nalo ni swala la mlinzi. Kuna mwingine anaweza kusema anataka kuweka mlinzi wa kulinda duka usiku. Mwingine anasema sihitaji mlinzi. Kwa sasa haya ndio nasema mahitaji ambayo yanategemea na mfanya biashara. Sasa baada ya kueleza vigezo vinavyotumika kufanya makadirio ya mtaji na vile vile kuelezea mahitaji ya anayeanzisha biashara ambayo yanaweza yakasababisha mtaji uwe mkubwa au mdogo, naona sasa mimi nijaribu kuongelea makisio, yaani makisio yangu ya mtaji wa biashara ya vinywaji, lakini nikitegemea kwa hii itakuwa ni biashara ya ngazi ya chini kabisa, yaani biashara ambayo sio kubwa. Kwa hiyo, ifuatayo ni listi ya malipo au gharama ambazo nafikiri zinaweza zikalipwa na kutosheleza kuanzisha kwa biashara ya vinywaji. Namba moja ni leseni, huwezi ukafanya biashara bila kulipa leseni. Sasa hapo nimeweka kiasi cha shilingi laki mbili ndio ndo mara nyingi huwa leseni gharama zake, lakini inaweza ikawa zaidi ya hapo, lakini sidhani kama inaweza ikawa chini ya laki mbili. Namba mbili ni malipo ya kodi ya pale sehemu utakayofanyia biashara, au wengine wanasema kwenye fremu ya kufanyia biashara. Sasa nimechukulia tu ni maeneo ambayo sio ya ghali sana kwao, nimeweka kama shilingi elfu sabini hiyo ni kodi ya sehemu ya kufanya biashara. Namba tatu ni gharama za kununua vinywaji nime, pia nimechukulia sio mtu ambaye anaanza kwa vishindo, kwa hiyo nimeweka kama shilingi laki saba ambayo anaweza akanunua vinywaji mbalimbali kama vya mambo ya maji, mambo ya soda na vitu mbalimbali, vinywaji mbalimbali ambavyo anaweza akapata lakini kwa kiwango cha chini nimeweka laki saba. Nyingine ni suala la friji au freezer. Nimeona kwa, kwa, kwa huyu ni mtu ambaye anaanza biashara kuanzia kwa chini, hana haja ya kununua mpya. Kwa hiyo nimeweka shilingi kama laki tatu hivi kwa ajili ya kupata friji au refrigerator ambayo ni second hand yandilo kushatumika nyingine ni masuala ya malipo ya umeme. Nimechukulia kuwa malipo ya kawaida of course, tunajua sasa, kama atakuwa na friji. Kwa hiyo nimeweka kama elfu sitini kwa kwa mwezi. Nyingine ni pale kwenye frame, kuna vifaa vitahitajika, mbao kwa ajili ya kutengeneza zile frame ambapo utakuwa unapanga vinywaji kama ni soda au maji. Sasa hapa nimeweka miaka laki mbili. Sasa hivyo vitu vyote nilivyovielezea au hizo gharama zote nilivyozielezea ni zinakuja jumla ya milioni moja laki tano na elfu thelathini ambao kwa kifupi ni kama milioni moja na nusu. Kwa hiyo inatosha kabisa milioni moja na nusu kuanzisha biashara ya vinywaji, lakini katika ngazi ya chini au tunasema duka dogo. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na leo nilikuwa naelezea kama mtaji wa shilingi milioni moja na nusu unatosha kuanzisha biashara ya duka la vinywaji. Asante na karibu tena.